Tusikie wa mkoa wakitupigia simu wakimpigia simu eh, aidha bwana Mahati au katibu mkuu kwamba jamani, tunaomba mje mtoe elimu. Sasa ili elimu hii iende vizuri, ya uchangiaji, zile semina za kufanya kwenye misikiti, jinsi ya kuhifadhi ya ku, ya na jinsi ya takwimu ndio zitatuwezesha sisi tuwe katika namna mzuri ya kufanya tutumishe mfuko huu na mambo na mambo mengine. Jambo la pili, imesema hiyo kwa muhtasari sana, mambo muhimu yaliyojadiliwa uwazi na usalama wa mfumo, sina haja ya kusema kwa sababu mheshimiwa Mufti hapa alipochangia amesema moja kwa moja, huu mbona unaonekana uko tofauti na ile mingine, waambiwa riba tu, huu unaonekana una usalama sawa, una uwazi na vile vile unaendana na taratibu zetu za za kidini. Kingine masuala ya kiutendaji kuhusu matumizi ya mfumo, hayo ni mambo ambayo tutaendelea kwenda kuelekezana lakini niseme kikubwa eh, tunataka huu jambo lianze kwa kwa, kwa mshindo, ndio wana utaona tumewaita watu pale wa media ili hili jambo lijulikane ili mashehe mngine kuzungumza na inaonekana kwa kweli hili jambo limezinduliwa. Mheshimiwa Mufti yupo, mashehe wapo, katibu mkuu wapakwata yupo na watendaji wengine, kwa litakuwa linafanya nini, lina uzito. Mambo mengine tutaendelea nayo then kingine jambo nyingine ni changamoto na maswali muhimu. Uelewa wa wanajamii kuhusu mfumo hilo, ni jambo endelevu, tutalifanya wenzangu wamesema. Sawa, uelewa wa wanajamii kwa mambo ya wa mfumo, na nilishasema kwamba tutajaribu kufanya uzinduzi mwingine sawa wa ujumla, na hapa mheshimiwa mwakilishi wa taikuu na ndani sasa, yani safari, tuliona wenzetu mmefanya yote, alafu pia tuambie mchangie kuhusu hili jambo la kutayarisha hapa, tukaona mmm, jamani, ukibebwa naye mwenyewe utakao fanya nini kwenye kazi? Lakini kwa hiyo uliyoyasema, nadhani mheshimiwa Mufti, hata nuna nikisema kwani nia kwamba tunataraji pengine sasa tuweze kutayarisha jambo kubwa kwa pamoja kati ya sisi na nyinyi Vodacom, alafu namna ya kuhamasisha watu wengi zaidi kutumia mfumo wa video haya na vile vile ambayo nayasema, kuna platform tofauti tunazotumia. Bahati nzuri na sisi tuna wataalamu ndani yetu tunao vijana wengine hapa sawa, ambao tutawashirikisha tuta katika timu hizo ambazo mtashirikiana nazo. Mwisho, mapendekezo ya hatua zaidi, mwisho wa mufti kama imeyoelezwa ni kutoa mafunzo kwa mashehe wa mikoa ili kuwa mabalozi wa mfumo huu. Tunajibu lile swali sawa. Eh, ina maana huu ni mwanzo, lakini tutatekeleza kwa taratibu. Lakini katika hili Mheshimiwa Mufti, naomba utakapozungumza wewe mzee wetu, kwa sababu hapa Shehe Kashija wako na wao sawa, waambie kuna haki na wajibu, kuna haki na nini, kuna haki na wajibu. Naomba nikizungumza tuelewe yale yani, ambayo ya inayozungumza, kuna haki na wajibu. Wewe watakiwa kufanywa nini? Lakini je, watakiwa wewe watakiwa kufanyaje? Hawafikiria kwamba Shehe Luchu na wewe na wenzio mngesema, mkesema mimi naenda vyangu Tanga, ha, ha, kungekuwaje leo, ndivyo eh? eh, kwa hiyo tunakwenda sehemu kutakufundisha lakini watu wafanye nini Hawaji. Kwe, then kuweka kampeni za umasishaji kupitia misikiti na ma, ma, majukwaa ya kidijitali. Dijitali huu ni samani lakini ni mambo ambayo tumeshazungumza alafu kufuatilia maendeleo na changamoto na mfumo baada ya, baada, baada, baada ya uzinduzi na hivi vitu vyote tutavifanya la mwisho nilisema, elimu inataka utayari. Sawa, huyu Mheshimiwa Mufti samaha aseme mpaka aseme, lakini kama kuna mtu fulani tu yeye aweza ona tu ah, shee Zuberi tusheube an kwa nini hana, lakini hafanyi nini? Sawa, lakini baadaye atamsikia, atamsikia atamsikia, atamsikia shee Zuberi tm atamsmiianaianaya kwa hiyo mimi naomba mtuamini. Mwamini Bwana Mahadi, mniamini mimi, wenzangu wanasema kina Sheikh Kombo kina kwamba sisi kwa sasa tumejitolea kusaidia ili jambo na si kwa kubahatisha. Mimi nina uzoefu katika development ya ya system. Baada ya kusema hayo nadhani wanasema mufti ijapo neno moja ili tuendelee, mengine tutaendelea nayo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

kama tulipoelezwa kwamba jambo hili lina mashehe, nyinyi wenyewe mashehe wa mikoa, kama tulivyozungumza kwa Ndolwa, natamani tumewaleta hapa mashehe k ndio owners. Pili, kuna m d f ambao ndiyo sisi tuliko hapa katika kuu, yuko m d f yote, timeni m d f, kuna m d f ya ya Uingereza ya diaspora mwenyekiti wake pamoja, kama ni mwenyekiti wa diaspora ambaye anaishi Uingereza, lakini bado ye ni mwenyekiti wa... wa diaspora kwa watu wote wanaoishi nje ya Tanzania, lakini kwa upande wa Uingereza, yeye ni mwenyekiti wa MDF Uingereza. <laughs> Yani na iko ofisi, asema baada ya hapa tutakaa tutakaa naye kwenye hili baada ya hapo kuna kamati hii, kamati ambayo ina include watu Vodacom na sisi. Kwa hiyo hapa hatutaki kusema sana, kwa sababu e, hii ilmu hii tukitoka hapa sasa itaanza kufanyiwa kazi na wataalamu hawa ambao yote walioeleza, pengine vingi simama, siwezi kueleza Mheshimiwa Mufti kwa haya machache.

Kwa kweli muda haututoshi kwa uzuri uzuri wa jambo na umuhimu wa jambo. Jambo hili kwa uzuri wake na umuhimu wake, nilihitaji muda mpana kidogo, ili tuweze kupata faida kwa wataalam, faida za ziada, na pia kufundishwa mambo ambayo ni muhimu sana katika hili jambo ambalo tunalianzisha na pia na sisi tupate muda kusema wa kusema kwa ajili ya kulihamasisha jambo hili. Kwa kuwa muda hautoshi, na tumelifanya hili jambo ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuna wasiwasi wa kufungua wa wakati ukishakuwa umefika, na sasa zile dakika zote zimekwisha. Mimi niseme neno moja tu. Kwanza kwanza, ni washukuru viongozi wangu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, wote kwa ujumla wao kwa kukubali wazo na fikra hii ambayo tumeitoa na kusimamia, mwenyekiti wa halmashauri katibu mkuu Nuhu Mruma pamoja na grupu lake, lakini katibu wangu wa, wa mufti Shekhe Musa Ahmed Juma pamoja na grupu lake wakina wa wataalam alostadi Mahadhi Menye na wengine wengi ambao hatuwezi kuwataja wote kwa ujumla leo kwa sababu ya wakati. Lakini pia ni wapongeze eh, kampuni ya Voda Voda imetufanyia jambo kubwa sana, ambalo sisi katika jumla ya mambo tunayoweza kuwafanyia kwanza ni kuwaombea Mungu Mwenyezi mm -hmm. Mungu waepushe na makero mm -hmm. na warufahishe daraja zao wa, kwa sababu wameeleza maneno kwa ufupi. Mimi nimeelewa zaidi, umeeleza maneno ambayo yanaonyesha namna ambavyo tunaweza tukanyanyuka kiuchumi kwa kiasi gani kutumia taaluma hii na njia hizi ambazo wenzetu anazitumia. Na, na nimewaelewa sana wote, kuanzia mwalimu Bakari Bakari aliposimama mpaka amekuja mheshimiwa hapa ametuelimisha. Mimi nimeelewa zaidi, na nadhani na wenzangu natarajia nao watakuwa wameelewa zaidi. Nadhani kazi yetu ambayo tutaifanya kwa haraka haraka kwanza ni kulihamasisha kwa nguvu kubwa sana hili jambo kwa katika umma wetu wa Kiislamu e, pamoja na kusukumana na mashekha wa mikoa na masheikha wa wilaya kata, pamoja na viongozi wote tulionao katika baraza, katika kulielewa vizuri hili jambo na kulisimamia wao na kutekeleza amri na agizo ambalo litakuwa limetoka huko juu kwetu sisi. Hayo ni mambo ambayo tunawaahidi E, wenzetu wa Voda kwamba tu hiyo ni kazi yetu, tutaifanya lakini pia e, tutajaribu kutengeneza utaratibu wa kuweza kuhamasisha watu na kuwaelimisha. Saa nyingine tutalazimika kuwatumia nyinyi katika kueleza ile, ile mambo yanavyotakiwa kwenu, saa nyingine katika misikiti misikiti hii wanahitaji wa wajue kwamba wanachangiaje na inakuwaje, kama ambavyo mmejaribu kutuelimisha hapa elimu hii ikitoka hasa kupitia katika media, nadhani itatusaidia sana watu kufahamu kwamba hili jambo halina ukorofi na hakuna ujanja ndani yake, kwamba kunatakiwa watu wanyang'anyiwe pesa zao, ziporwe, zipotee, ziliwe. Hapana, ni katika jambo ambalo limesimama sawasawa. Nadhani punde tu nilisema kwamba namna ilivyowasikia wataalamu wetu hapa walivyozungumza, inaonyesha namna ya ukweli wa mfumo huu ambao tunataka kuutumia kupitia kwa namna nyingine hata mimi mwenyewe naona kama Voda wamenialimisha sana leo, kutokana na mushkeli iliyokuwa nao siku zote katika hii mitandao. Kila mara nikiperuzi hivi katika mitandao kama nilivyosema, za ukakuta nakukata shilingi labda 400 kutokana na, na hadithi ya mayatima na nini, si ndio? Shauri kwanza ishauriwe kwanza alafu nikubali. Kuna sehemu ya kukubali au kukata. Lakini hapa tumeonyesha namna ya kukubali, na mtu kama hataki, kuna sehemu ya kukataa, ama hata kunyondoa pia. Kuna sehemu ya kunyondoa, ama maelekezo ya kitaalamu yote yamezungumzwa. Kwa hiyo mimi sina mashaka na jambo hili, na nitafanya juhudi zangu kupitia ofisi yangu ya ya ya, ya, ya mufti na kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kuhakikisha kwamba tunaeleza hili jambo vizuri na linakuwa vizuri. Kwa kuwa tuna media kidogo hapa, labda nitoe wasia kwa Waislamu na hasa viongozi wa Baraza kwamba ili jambo halina mashaka, ili jambo tumelianzisha sisi, ili jambo tuna kampuni iliyokuwa ya sawasawa na wenye wataalamu wa kutosha, tena wajuzi wa kulieleza. Tulikubali, tulipokee, tuingie katika kuchangia mfuko huu ili tuweze kupata mafanikio ya maendeleo. Na mfuko si wa kumchangia mufti ili mufti ajenge nyumba afanyeje. Mimi na manyumba tuka zamani, mimi na magari tuka zamani na kila kitu huu ni mfuko wa maendeleo wa baraza. Hili ni jina tu, lakini ni mfuko wa maendeleo wa baraza ambao utakuwa <coughs> na unasaidia katika masuala mbalimbali kama ambavyo katibu e, Musa Hemed pamoja na mwenzake ndugu watakavyoeleza huko mbele namna ya matumizi ya mfuko huu. Mimi niwahamasishe tu kwamba ujitokeze kwa wingi tuuchangie huu mfuko inshallah, na njia yake ni rahisi wala haiumizi kuchangia kwa siku, kuchangia kwa wiki, kuchangia kwa mwezi. Unachagua mwenyewe, unataka kwa siku, unataka kwa wiki, unataka kwa mwezi, afu na kiasi cha pesa kiumizi wewe, just imagine, angalia ile shilingi elfu kumi halafu uitie ndio siku thelathini, si utaona kama huja toa kitu. Sasa unashindwaje mtu kuchangia maendeleo kwa ajili ya dini yako? Na watu wamezu, wamekuja wakina Sayyidna Abubakar wamechangia katika dini mpaka Mwenyezi Mungu aka akawataja katika katika Qur'an, Akasema, malahu yatazaka. Aya imeshuka maalum kumweleza na kumsifu Saidna Abubakar Sidiq kutokana na kuchangia kwake e, mali yake kwa ajili ya dini. Mama Khadija radhiallahu taala anha ametoa mali zake nyingi sana kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Uislamu hauwezi kwenda mbele kwa ufukara, lazima uende mbele kwa kutumia mali zetu na akili zetu na fikra zetu na namna ya kubuni namna ya kiuchumi Inshallah taala, baada ya kuzungumza a machache, ni washukuru sana tena Vodacom na nimshukuru mkurugenzi na ni washukuru wataalamu wote waliokuja hapa kwa ajili ya kuja kutusimamia katika jambo hili e, tumiombe tu tuchoke tuendelee na hili jambo liende vizuri, na mashekhe wa mikoa ni washukuru, lakini huu ujumbe muuchukue, jinyi mashehe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu wa misikiti na viongozi wote wa baraza. Na huu mfuko si kwa ajili ya viongozi wa baraza tu au watu walioko katika baraza. <coughs> Mwislamu yoyote anayetaka kuingia aingie, ruhusa na aliye ndani ya nchi na aliye nje yeah, yeah. ya nchi na hata akiwa katika taasisi yingine achangie, lakini kuna mlango mwingine tunaofungua hata asiyekuwa muislamu akitaka kuchangia. <coughs> Tayari mheshimiwa mkurugenzi ametaka Mufti ende akaona na yeye akiwa na wataalamu wake kwa ajili ya mambo mengi mengine zaidi kuliko haya ambayo yatakuwa yatakuwa ametufungua vizibo vya macho kuweza kuelewa masuala ya uchumi namna gani. Na nimeona amezungumza mheshimiwa hapa kidogo tu kwa uchache, lakini utaona ni vitu unatamani angalau vingekuwa kesho, jinsi ambavyo vinatia raha na vinaonesha kwamba vitatukwamua sisi kutokana na matatizo tuliyokuwa nayo. Kwa kweli, waambie ni mheshimiwa mkurugenzi kwamba niko tayari na wakati wowote, na haswa baada ya Ramadhani tutatengeneza utaratibu wa kuweza kuonana ili tuweze kukaa pamoja tuweze kuzungumza zaidi na mweze kutufunua macho zaidi. A mambo ya uchumi yana watu wake, mambo ya maarifa kama haya na watu wake. huwezi kuwa mufti wewe